Mtazamaji wa SFTV eh, niko naye Heavyweight Dulla kuendelea kupiga naye sori mbili tatu kubwa zaidi eh, ni kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea huko kwenye mitandao ya kijamii eh, hasa kunako ligi kuu Tanzania bara ambapo baadhi eh, ya vilabu ama vilabu shiriki vya ligi kuu Tanzania bara vikionyesha eh, kuto kuridhishwa na mwenendo wa bodi ya ligi lakini pia eh, kauli ambazo alizitoa rais wa shirikisho la soka la Tanzania bwana E, ama mheshimiwa wale Skaria, Heavyweight, mambo ni aje? Kwema, mambo anasemaje? Mambo yanakwenda ah, fresh kabisa, namshukuru mwenyezi Mungu. Naona umepitia kile ambacho kinaonekana huwa katika mitandao ya kijamii hapa, ama bado hujapata wasa kupitia hivi? ah, of course, vinavyoongeleka ni vingi kuhusiana na sakata lile lile ambalo uh, lilitokana na kuhairishwa kwa mchezo kati ya Simba na Yanga na baada ya kuahirishwa kwa ule mchezo kume, kumezuka mambo mengi, unaelewa, ikiwemo ah, upande wa mashabiki pamoja na wanachama wa Yanga kuonekana kwamba hawana imani na bodi ya ligi, na nimesema hiyo inatokana na sio kwa sababu ya akili zao. Ah, tuelewane, ni kwa sababu viongozi wa Yanga ah, walisema kwamba hawana imani na kamati tendaji ya bodi ya ligi. Kwa hiyo, kwa sababu viongozi wakuu wajua wamesema, au wengine wana wanafuata tu mlolongo wa njia sasa unajua muda mwingine hizi taasisi zinakuwa zina watu wengi ambao wanajitolea kuzisemea, ndio sijui unanielewa, yaani kwamba kila mtu anakuja na hoja, yaani kwamba viongozi wamesema hatuna imani na na laba Almas Kasongo pamoja na Mguto. Sasa wataishia hapo, maybe hawatatoa maelezo mengi kutokana na taasisi yenyewe kuendelea na pilika zingine za chini kwa chini. Sasa wanazuka watu wengine ambao wanatoka kwenye timu labda mashabiki na wanachama wanakuja na wao wanaiunga mkono ile hoja sasa. Shida sio kuunga mkono hoja ya viongozi wao, shida inakuja ni pale ambapo unaunga mkono hoja alafu ile hoja huwezi kuitetea. Mi ndio hapo napokwazana nao, na mimi nipo upande wa mamlaka. Yaani mimi naamini bodi ya ligi ipo fresh, bodi ya ligi inahitaji ku, ina, inastahili kupongezwa, inafanya kazi nzuri. Mimi nasema kwamba bodi ya ligi inafanya kazi nzuri. Nina imani na uongozi wa Steven Mbuto ambaye anaendesha ligi eh, bodi ya ligi kwa ujumla. Nina imani na Almas Kasongo Deo. Lakini ishu imeenda mbali zaidi sasa hivi kumetokea ajenda pia ya kumpinga Rais Wallace Karia ambayo ni jambo la ajabu kwa sababu ni miongoni mwa rais ambaye ana mafanikio makubwa zaidi kwenye soka la Tanzania kuliko rais yoyote aliyowahi kupita. Sasa pia naye anaanza kupakwa matope kwa sababu ya sakata hili. Sio, unanielewa? Ndio. Sasa shida sio shida, sio hawa wanachama na mashabiki kuipinga bodi ya ligi au kuikosoa na kusema hawana imani nao, ili kufuata mkumbo wa viongozi wao. Shida ni je, una faksi za kukufanya wewe kuikosoa bodi ya ligi? Unajua, unaweza ukawa una hoja, lakini hoja yako isiwe na mashiko, kwa sababu mi nime, nime katika mijadala ambayo umeniuliza, nimefuatilia kuna, kuna, kuna mama mmoja nimeona anatembea sana mitandaoni ni mshabiki wa Yanga alikuwa anaujiwa pale na vyombo vingi tu vya habari nje ya makao makuu ya klabu makuu ya e. makuu ya makuu ya akawa anatoa hoja, anasema kwamba kwa nini Simba yani, kwa nini busara zitumike kwa Simba tu sio Yanga? Alitoa hiyo hoja akasema bwana, alitoa hoja nyingi, na nataka nizipitie moja baada ya nyingine, nijaribu kumuelewesha huyo mama e, sawa, najaribu tu kumuelewesha huyo mama ambaye alikuwa anaojiwa wa Yanga na pale ikawekwa kama challenge ya watu kujibu zile hoja zake, alisema yes, kwamba busara zinatumika kwa Simba tu sio kwa Yanga. Sasa sijui anamaanisha nini kwa sababu mimi namkumbusha kitu kimoja, msimu wa 2018 19, umenielewa? Yanga walikuwa na hali mbaya kiuchumi, nafikiri unakumbuka, kocha alikuwa Zahera, wachezaji wao ustali walikuwa kina Ibrahim Wajibu, kina Dio. Makambo Dio, kina Kamusoko, sijui nani no sorry, kulikuwa kuna Shishimbi, sijui Faisal si, yaani Yanga ilikuwa na uh, hali yake ya kiuchumi haikuwa nzuri kwa mantiki ile iliwaomba bodi ya ligi wacheze mechi nyingi zaidi Dar es Salaam katika mzunguko wa kwanza kwa sababu ya kujitafuta. Wehe. Na bodi ya ligi ikafanya hivyo ikawafanyia favor wakacheza mechi kumi na nne kati ya mechi kumi na tisa za kwanza Dar es Salaam na mechi kumi na moja zilitoka zili, zili, zili, zili, yani mechi kumi na moja katika hizo zilikuwa Yanga ndio mwenyeji sio, unanielewa? Msimu huo ambao Yanga wanapewa hiyo favor ni msimu ambao Simba walikuwa na ratiba ngumu mno. Kumbuka ndio walikuwa katika hizi robo finali za ambazo wamekuwa waki, wakifika hivi karibuni. Ile ndo ilikuwa ya kwanza katika safari yao ya kuanza sasa kucheza hizi hatua kubwa kubwa kwenye michuano ya kimataifa. Msimu wa 2018 19 ilifika mpaka robo finali kacheza na Mazembe. Yes. Unakumbuka eh? Sasa ya, miongoni mwa fixture ngumu ambao Simba wamewekwa kukutana nayo ni, ni, ile msimu ule. Kwa sababu mwezi Februari ya mwaka 2019 sawa? Eh? Simba alikuwa na ratiba ngumu sana msimu huo ambao Yanga wanapoa fever. Simba alikuwa, alitoka kucheza na Al Ahli Kairo, katoka kufungwa goli tano sifuri, sawa. Tarehe mbili kafika Tanzania tarehe saba no, sorry tarehe tano, sawa. tarehe saba atakiwa acheze na Mwadui. Imagine nani, unafika tarehe tano una tarehe sita tu ya kupumzika, tarehe saba unacheza na mwadui sawa? baada ya kucheza na mwadui Simba amekaa siku chache tu, tarehe kumi na mbili anamkaribisha tena Al Ahli kwenye mkondo mche, mechi ya mkondo wa pili tarehe kumi na mbili yeah. wanaku, Al Ahli wanakuja hapa wanafungwa bao moja sifuri tarehe kumi na mbili Simba wanapumzika siku hizi tatu. maana yake tarehe kumi na nne no. kumi yeah. na tano maana yake wamecheza na tarehe kumi na mbili sindio? tarehe kumi na tatu kumi na nne na kumi na tano tarehe kumi na sita Simba wanacheza tena na, na Yanga katoka kucheza na Al Ahli anapumzika siku tatu anacheza na Yanga tarehe kumi na sita anatoka hapo anaf, anashinda hiyo mechi moja bila si, ya, yanga yeye ya, anakuja kucheza na Simba akiwa ametoka kucheza mechi yake tarehe kumi dhidi ya JKT Tanzania Mkwakwani Tanga. Maanake alikuwa at least ana muda mzuri wa kujiandaa na dabi kuliko si Simba, kuliko Simba sio umeelewa? Haya, Simba, Simba kamalizana na Yanga anakuja anacheza na African Lyon tarehe kumi na tisa manake siku mbili tu amepata nafasi ya kupumzika, alafu anamalizana na tarehe kumi na tisa na African Lyon tarehe na tatu anacheza na Azam FC, amepumzika tena siku siku mbili, si umeelewa? Manake tarehe ishirini na ishina moja na ishina, eh, siku tatu na manisha tarehe ishirini ishina moja na ishina mbili anacheza na Azam FC, alafu anatoka hapo tarehe ishina sita anaenda Iringa kucheza na Lipuli ya Selemani Matola, nafikiri unaikumbuka, ilikuwa kinapononga wakina Taliboko, kina Dawesh Saliboko wakina Haruna Miraji Miraji Abdallah Miraji Athmani, sorry, pamoja na wakina Haruna mm, Shamte ile. Yeah, anaenda Iringa anacheza na Lipuli ile. Simba michezo yote walishinda na hakukua na complain yoyote ya bodi ya ligi. Nafikiri unakumbuka hakukua na complain yoyote ya bodi ya ligi, imekuwa hivi, sijui ratiba imekubana, sijui hivi na hivi. Umeelewa? Na still Simba bado pamoja na ratiba kuwa ngumu hivyo, still Simba alikuwa na viporo. Sawa? Baada ya kutolewa kwenye hatua ya robo finali Simba umenielewa? Akabidi acheze viporo vyake vilivyosalia kwenye ligi kila baada ya siku mbili mpaka anamaliza, kila baada ya siku mbili. Imagine mchezaji ana recover vipi? Wakawa wanasema mmetaka wenyewe, umeelewa ya. Baadaye Yanga wanakuja wanalalamika, hawataki viporo, wanaamini kwamba viporo vilikuwa vina wafeva Simba hawajataka kuangalia kikosi cha Simba Gere, kina Medi Kagere, kina Emmanuel Oku, kina John Boko, kina John Scottey, kina Jonas Mkude, kina Erastonyoni, kina Wawa, kina hawajataka kuangalia hayo yote, kwamba kikosi chao tu pekee yake kinatosha kuchukua ubingwa wa ligi, tofauti na wao, walikuwa na ukata wa kiuchumi, lakini walikuwa na kikosi cha kawaida, hawakutaka ku... kuzingatia hilo, umeelewa. Simba wakacheza viporo vyake, baadaye Yanga wakalalamika kwamba bwana, hatuhitaji viporo kwenye ligi, vinawafeva Simba. Bodi ya ligi wakaaccepti kukawa hakuna viporo sasa huyo mama akawa nalalamika kwamba wametoka kucheza na Club Africain si unanielewa wametoka kucheza na, na Club Africain machi uh, wali, alisema uh, sorry Club Africain ile mechi ilichezwa Novemba tisa ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili si unanielewa yeah. e, alafu wanatoka hapo wanarudi nchini wana mechi yao na Kagera Sugar machi nne maanake wamekuja nchini uh, no, novemba novemba kumi na tatu ndio alikuwa na mchezo na Kagera Shuge, maanake wamekuja nchini novemba moja si umeelewa, yuko correct lakini, yes, ndio aliyataka kwamba akupata muda wa kupumzika, akasema, mbona Simba mchezo wake baada ya kutoka kucheza na RS Berekane mchezo wake ulisogezwa mbele dhidi ya Biashara United, sio kweli? Si unaelewa, sio kweli kwa sababu Simba wamecheza na RS Berekane au sio? Hmm. Ilikuwa ni Februari ishirini na saba ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili maanake Februari mwezi wa pili unaisha tarehe 28. Ndio. Kwa hiyo tarehe ishirini na nane bado alikuwa Morocco, amekuja nchini tarehe moja March ya mwaka 2022. Sawa eh? Uh. sa uh, baada ya kufika hapa Machi uh, Machi moja ndo amefika, Machi tatu wamecheza mchezo wao na Biashara United. Kwa maana hiyo, huyo mama akaongopa, sio kweli Simba ilicheza na Biashara ya United, kama kawaida ligi ah, iliendelea kufuata vile vile, alijibia ah, siku ehe. <laughs> sio kweli. Machi moja Simba wamefika nchini yeah. Machi tatu wanacheza na Biashara United na Simba wanashinda tatu bila. Kwa hiyo hiyo hoja yake sio kweli ya kuchunguza wa au itakuwa alisahau, sawa yeah. Akaja akatoa complain nyingine akasema, eh, kuna mchezo ambao ulibidi uchezwe Kagera Sugar ilikuwa inamkaribisha Simba, Simba kaitaba, kaitaba Desemba yes, kumi na nane ya mwaka 2021, na moja sawa, msimu wa 2021 22, moja ishiri na mbili. Ule mchezo uliahirishwa kwa sababu Simba wachezaji wake walikuwa wanaumwa mafua, ni kweli ila yeye kasema kwamba wachezaji wanne, sio kweli. Taarifa ya bodi ya ligi, umenielewa, iliandika kwamba imeahirisha mchezo namba 69 na tisa kati ya Kagera Sugar na Simba kwa sababu Simba wachezaji wao kumi na sita kati ya ishirini na mbili watu tunakumbukumbu, ndio wachezaji kumi na sita kati ya ishirini na mbili wanaumwa, ikatulazimu sisi kughairisha huu mchezo ili eh, kwa sababu simba sasa wachezaji wengi manake wana, wanaunda kikosi yaani kumi na sita kati ya ishirini na mbili automatically wanakuwa wachezaji wanaobaki ni pungufu hata ya starting 11, utacheza vipi mchezo? Haya ule, ule, ule, ule msimu ulikuwa sababu ile ilitokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yaliandikwa kabisa kwenye barua ya bodi ya ligi. E, maanake kwa, kwa kitaalamu inaitwa seasonal influenza Ndiyo. Na ni hoja ya msingi kwamba wachezaji lazima uangalie usalama, kwa sababu mafua ni kitu ambacho kinaweza kikaambukiza kwa njia ya hewa. Utacheza vipi mp, mchezo wa migongano ikiwa timu pinzani ina uwezo wa kuambukiza au kuathiri wachezaji wa, wa timu pinzani kwa sababu ya ile migongano ya hapa na pale kwa sababu mafua, wewe ukiwa uki na mafua, mimi ni rahisi kuniambukiza kama tuna contact. Kwa mantiki hiyo, walikuwa sahihi kuahirisha bodi ya ligi. Sasa hapo bodi ya ligi wanalaumiwa nini? wachezaji kumi na sita kati ya 22 kwa sababu, wa saba. Pia, kwa sababu hata Simba wangeambiwa wachezeshe hao wachezaji saba wangelalamika pia kwamba hawatendewi haki, wachezaji wanaumwa, au kama unalazimisha wacheze mechi. Kwa hiyo hiyo hoja yake pia nimejibu kwamba hiyo hoja sio ya msingi ya kuwalaumu bodi ya ligi, atafute mba. Hoja strong, kwa nini unatafuta hoja haya katoka hapo kaja kajibu hoja ya Morrison. oh, Morrison tunajua kwamba alishinda alishinda wapi? Lakini h kabla tujaenda kwenye hoja ya Morrison hii la mechi kugairishwa, alijaribu kutetea kuhusiana na kilichotokea kati ya Azam Football Club na hmm, Tabora United ya, ni, yes, umenikumbusha kipindi hicho Tabora inaitwa Kitayosi wakati, si sindio? Sasa huoni kama ni hoja mbili tofauti? Tabora walifungiwa kusajili na hawakufungiwa tu na TFF walifungiwa na FIFA kufanya usajili international transfer sawa. baada na kufungiwa kwenye, hakukuja tu bahati mbaya kwamba wameamka asubuhi FIFA wamewafungia Tabora. Hapana, Tabora walipewa alert kwamba walipe wachezaji wao watatu wa kigeni ndani ya siku arobaini na tano kabla ya hiyo ban kuja, ndani ya siku 45 ao kabla ya hiyo ban kuja. Kuja siku 45 zimefika, Kitayosi hawakulipa wachezaji wale, sawa hukumu ikatoka, na hukumu inapotoka automatically hata shirikisho la ndani linatakiwa liimpose ban, wakaimpose ban ya wachezaji wa ndani. Kwa hiyo na maana ile ni tatizo la kiuongozi la Kitayose au Tabora United, hasa hau kama ufananishie jambo hili na ishu ya ishu ya maradhi ya ya, ya maradhi yeah. inawezekana vipi? Kwa hiyo ndio maana anasema kuikosoa bodi ya ligi sio hoja. Hoja unatakiwa utoe strong reason ya kuikosoa bodi yeah. bodi ya ligi pamoja na uongozi wa TFF kama ambavyo imefanya jambo kubwa. Kwa hiyo hata unapokuja kuikosoa, ukosoa katika mambo mazito ambayo unaona kabisa haya yana affect mchezo, umeelewa? Lakini jambo jingine tunakuja, tunamalizia swala la Morrison, alilizungumza yule mama uh, akasema, oh sisi tunatambua kwamba Morrison ameshinda kesi. Labda nimuulize, ameshinda kesi wapi? Ameshinda kesi kesi TFF, kwa sababu baada ya kushinda baada ya TFF kuwapa ushindi Simba walitafuta ngazi za juu mmenielewa, wakapeleka mpira kwenye mamlaka za ngazi za juu ambazo zinajihusisha zina, zina, na usuluhishi wa michezo manake kasi yeah. Si ndio kasi, baadaye nani alishinda? Manake kesi ikawa imetoka baina ya Simba, Simba na Morrison yes. Na Yanga mechi ikahamia baina ya Yanga na Morrison. na Morrison Morrison akisema sina mkataba nao, nani alishinda kesi? Jibu linafahamika kwamba Morrison alishinda kesi na eh, kamati zake kuweza kung'amua au kufanya uchunguzi wa jambo lolote pale kwa hiyo kwa, kwa tafsiri haraka haraka hizo ndo hoja nzito ambazo walitakiwa watoe, kwa sababu hata hiyo hoja yao ku, ya, ya, ya Juventus sijui kushushwa daraja elfu mbili na sita ilianguka kwa sababu ilikuwa kwenye mambo haya haya ya upangaji wa matokeo. Sasa sasa hizo ndo hoja ambazo shirikisho linatakiwa litetemeshwe nazo hizo, hata zikifika uh, katika ngazi za juu zinazosimamia mpira kuna mpasuko utatokea, lakini si hizi hoja zingine zingine, sio? Simba sijui imeahirishwa ime mechi zake, sijui kuna timu gani ambayo haijaahirishwa mechi zake hapa hapa Tanzania? Kwa hiyo labda niwaambie tu Yanga kwamba wa focus na mchezo dabi, itakuwepo na wajiandae vizuri, kwa sababu kwa sasa hivi Simba ina kikosi kizuri, wasichukulie poa kama tushawafunga mara nne mfululizo. Uliwafunga, lakini kikosi chao ndio kilikuwa kina decline, kinashuka. Sasa hivi kikosi chao kiko kwenye kupanda. Lazima mshabiki aelekezwe kwa sababu mshabiki hajui mshabiki yeye anaongea tu, anachukua reference ya matokeo ya matokio nyuma yeye anaweka kwenye mtandao, maana tuliwafunga mara nne, hajui twa... kama wale wakina Saido wakina Kinonga wakina nao washaondoka yeye eh, hajui yeye eh, hajua tuliwafunga mara nne kwa lazima niwaambie kitu kimoja, waache hizi bla bla za kupindisha pindisha, wa focus na hii mechi. Hii mechi itakuwepo, wa focus, kuna Eli Mpanzu wajiandae eh, kuna Eli Mpanzu kibudeni, si amekuwa straight sana kwao, wameongezewa na watu mafundi wakina Jean Chalea wao Umenielewa? Pale katikati hakutakuwa tena na uh, ubunifu hafifu kwa sababu ya kuwepo kama kina Sadio Kanuti kipindi kile kuna, kuna Yusuf Kagoma kuna Fabrice Luamba Ngoma ambaye anaonekana kuwa na fomu nzuri kwa sasa hivi. Safu ya ulinzi nyuma imeimarika kuna Abraza Hamza ana utulivu, alafu kuna goalkeeper namba moja nchini Pinpin Kamara, ko oh, wanatakiwa wajiandaye wasiwe na yale maneno ya kusema sijui tuliwafunga mara nne sijui nini. Dabi itachezwa, sawa. Dabi itachezwa na ikishachezwa, timu ambayo haikujiandaa vizuri inalia na, na unavoona hivi Simba wamenyamaza kimya, tafsiri yake wanajua wanachokifanya kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga wafocus na huu mchezo, achana na hizi bla, bla za kusema bodi ya ligi nani au akina Hersi wakiitwa. Kauli moja tu, dabi inachezwa. Mimi yangu ni hayo. Shukrani sana, yes. Ah ha, nashukuru.